Naam, mtazamaji karibu tena katika taarifa zetu ambapo tunakufahamisha kwamba msafara wa Jipange na Viusasa umetamatika katika ukanda wa Magharibi, huku wakazi wa Shianda, Sabatia, Khwisero na Luanda wakijitokeza kwa wingi kuupokea msafara huu. Na watangazaji wa Radio Citizen, Mulembe FM, Sulu FM na Vuka FM walijumuika na mashabiki kwenye shamra shamra hizi. Na Viusasa inaadhimisha miaka minane tangu kuanzishwa kwa, na kwa kuwazawadia mashabiki wake kote nchini. Naam, Wakenya waliojisajili wanapata fursa ya kutazama vipindi murwa na pia kushindania zawadi nono hadi shilingi milioni mbili. Na pia weka unataka kujua mambo ya Jipange na Viusasa kuna wawa Magalde wamevaa kofia na t-shirt. Viusasa, other than the promotion is a platform platform for content content creators creators. We created that platform so that content creators in Kenya wale wanajua comedy, wale wanaimba wakina Musindi, vijana wetu wote wale wako na talanta, unaweka content yako hapo And you make money from it. Kama unajua kudance, kama unajua kufanya any creative activity. That's the whole point of you, Sasa. Subscribers wetu asanteni sana kwa kujitokeza kwa wingi, na asanteni kwa kutushikilia miaka minane, si michache kuwa hewani na kuwa na watu wenye wa subscribe kila siku kila siku for eight years. So tunasema asanti sana na tunasema mwendelee kussb, unaweza jipata wendiyo mshindi wa 50000mimi 50. Ni sana Citizen, san wacnaziona kuambia wananchi wazidi kusikiza redio ya Citizen waweze kuwatch TV ya Citizen pamoja na Mlembe ili tuweze kupata manufaa.